Mtazamaji wa kilimo TV, hapa ni katika jaa kuu Kibele ambapo wizara ya kilimo, umwagiliaji na mifugo wamekuja kuteketeza mbegu za mahindi ambazo zimeingizwa ndani ya nchi bila kufata taratibu, na zoezi hili kawaida linapofanyika, anatakiwa katibu mkuu na vile vile mkuu wa idara ya divisheni ya utibabu wa mimea na ukaguzi wa mazao awepo, ashuhudie zoezi hili linavyo endelea katika maeneo haya ya uteketezaji. Kwa bahati nzuri kwa leo katibu mkuu atawakilishwa na mkurugenzi, kwa majina ni Musa Jim Abdallah. Uh, mkurugenzi idara ya umwagiliaji maji Zanzibar. Uh, tupo katika eneo hili la Kibele kwenye jaya la serikali hili kwa ajili ya kuangamiza mbegu ambazo hazikuingia kisheria ki Uh, nipo na mwakilisha katibu mkuu sababu zoezi hili natakiwa lifanye likiongozwa ama likisemewa na katibu mkuu na pamoja na, na wakuu wa divisions husika za, za idara ya kilimo katika division ya utibabu wa mimea. Mbegu hizi zimeingia nchini kupitia uwanja wa ndege lakini zimeingia uh, uh, pasi na kufuata utaratibu, hazikuwa na kibali za usajili, hakukuwa uh, na cheti cha kuthibitisha ubora wake. Kwa hiyo hatuwezi kuruhusu mbegu hizi zikaingia katika jamii, zikaingia mtaani, watu kaanza kuzitumia zikaja kuleta madhara zaidi. Lazima tulinde afya ya mtumiaji. Kwa hiyo hatuwezi kuruhusu mbegu hizi zikatembea moja kwa moja mtaani. Kwa hiyo tunalazimika sisi mbegu hizi tuziteketeze kwa ajili ya kulinda afya zetu, uh, pasi na kuleta madhara zaidi. Kama tunavyojua, popote pale lazima tupate taratibu. Kwa hiyo muingizaji yoyote anaingiza kama ni mazao ama ni mbegu, lazima afuate taratibu za kisheria za huko alikozichukua, na hapa nchini kwetu pia tuna taratibu zetu, ama upate ithibati kutoka kwa taasisi husika, ndipo tukuruhusu hizi mbegu ziingie katika uh, miji na kuweza kutumika. Mimi naitwa Hamis Maulid Muhammad, ni mkuu wa karantini na ukaguzi wa mazao. Zile mbegu zimeingia kupitia uwanja wa ndege Abeid Amani Karume International Airport zimetokea nchini Malawi, kwa hiyo hazikuwa na kibali cha uingizwaji ambao sisi tunakitoa kwa mujibu wa sheria, lakini pia hakikuwa na, af, hakikuwa na kibali, cheti cha afya ya mimea ambacho kwa kitaalamu tunakiita phytosanitary certificate. Pia na pia hakukuwa na dokumenti zozote kuonesha mbegu hizo zime, zina ubora gani. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria zimekeuka, kwa hiyo sasa tunaona ni vyema kuwaokoa wakulima wetu wasije wakapata madhara ya aina yoyote kwa sababu wadudu na visababishi vya maradhi vinaweza vikakuwemo kwenye mbegu hizo. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wadau wote wakulima, wafanya wafanyabiashara, watafiti, wadau wote wafate taratibu za kisheria za uingizwaji wa bidhaa za kilimo na vyote vitokanavyo na kilimo tunaita plant, plant product and other regulated articles. Waweze kufika ofisini waweze kupata taratibu za uingizwaji wa bidhaa hizo ambapo ni kuf, kuchukua kibali cha uingizwaji, lakini pia kupata taarifa za cheti cha afya ya, ya mimea. Mimi naitwa Osman Voyame ni mkulima mdogo ambaye nimekwenda kutembea sehemu, nimekuta mbegu ambazo nimeona ni faida kwa taifa, nimekuja nazo lakini, baada ya kufika, nimeambiwa kuna sheria, lazima nitafute kibali ili nipate kuingiza mbegu na hali ya kuwa mimi ni mkulima mdogo, sifanyi biashara, na natakiwa lazima nina kibali. Swala hilo sikulielewa, kiasi ambacho nimetiwa hatiani kwamba mbegu nishaharamika kwa mbegu, zimefika na zimechukuliwa, zimebidi zimeteketezwa, zime kwa sababu ya kwamba naambiwa kuna kibali nikifuate, nifuate sheria. Sheria nilivyofahamishwa ni fanye process ya huku za, Zanzibar wapeleke maombi kule kwamba tunataka kuna mbegu. Mimi nipeleke maombi kamba kuna mbegu inatakiwa kutoka huku ije Zanzibar, halafu ndo hapo ingizwe. Kiasi ambacho hicho, kwa maoni yangu, hilo hufanya wale wafanyabiashara. Kwa upande wangu mimi, ambao nimechukua mbegu, ngali pendekeza baada kaishafika hapa hapa, ndani ya nchi yetu imefika, ichukuliwe, kwa sababu kisichukuliwa, kila kitu ni kibaya ichukuliwe ipelekwe kwenye vipimo, kama kuna athari itakuwa italeta athari, ndo hapo iteketezwe, lakini sichukuliwe. Tukachukuliwa moja kwa moja ni mbaya, inawezekana tukapoteza kitu ambacho ingalikuwa ni faida kubwa katika taifa letu. Ushauri kwa wakulima, kwa tunaanza huko kwa wakulima, tunavyotaka ushauri wa wakulima, mkulima kama mkulima ni mtu ambaye anahitaji ana ana pupa la kutaka kupata vitu ambavyo italeta manufaa makubwa kwa hiyo hata napokuta mbegu mimi bado nitamshauri asiiache na badala yake atakapoileta katika aipitishe tu katika vyombo vya sheria itizamwe, kama itakuwa ina faida iendelee kupandwa katika serikali. Sheria ya mwaka elfu moja mia tisa tisini na saba ya afya ya mimea ndio iliyopelekea mbegu hizi kwa siku ya leo kuteketezwa katika jaya hili la Kibele. Umepata kumsikia mwakilishi wa katibu mkuu wizara ya kilimo, vile vile mwakilishi wa divisheni ya utibabu wa mimea, ni jinsi gani wamewaonya wa, wakulima kufuata taratibu na sheria za hizi mbegu ambazo wanazileta hapa nchini. Vile vile umepata kumsikia mhanga wa hizi mbegu hizi ambaye amezileta hapa Zanzibar, ni jinsi gani ame, amelipokea hili na vipi ameshauri wizara kuhakikisha wakulima wote wanapata taaluma kuhusiana na sheria ambazo zipo katika afya ya mimea. Sisi Kilimo TV kwa siku ya leo hatuna la ziada, mimi Sabra Salum Harris, nyuma ya kamera Musdalfat Ahmed. Nikukumbushe, hili ni kwa ajili ya kulinda afya ya mkulima, vile vile mlaji ambaye angekwenda kula mbegu zile ama kuzitumia mbegu zile. Tukutakie uangalizi mwema wa Kilimo TV. Kwa heri.